West TV. Uh, sasa kuna maswali na namna ambavyo tumeendelea kuitazama Simba. Mimi nimejiuliza tu uh, ili timu iweze kufika fainali na hata kuchukua ubingwa ambako tukiwa na kumbukumbu wa Tanzania, Young Africans aliweza kufika hadi fainali. Alikuwa na wachezaji muhimili ndani ya timu ambao hata timu kwa ujumla inapokwama, basi kuna wachezaji angalau watatu wanaweza kuamua mechi na wakaipa matokeo. Kipindi kile Young Africans walikuwa na Jigi Diara mm. Lakini kipindi kile kile walikuwa na Fiston Kalala Mayele, bila kusahau performance ya Khalid Aucho ilileta msisimko mkubwa kwa Young Africans. Sasa najaribu kujiuliza kwa Simba Sports Club, wana hao wachezaji wengi wa ziada, pindi ambako timu imekamatwa, wanaweza kuamua game uh, naona kuna wachezaji watatu ambao wakiwa kwenye fomu bora sana mm wanaweza kuivusha Simba kuipeleka fainali okay. Kombe la shirikisho barani Afrika, wakali watatu wa kuipeleka Simba fainali kombe la shirikisho barani Afrika mm. uh, wa kwanza ni kipa kipa wa Simba yes. Alsalim Musa Kamara uh, ah, Musa Kamara okay. chaguo namba moja Musa ah. Kamara uh, eh, nimemwongelea Musa Kamara kwa sababu uh, ukiondoa performance yake maarufu ndio ya ku save penalties mbili mm. kwenye hatua mm. ile ya ya mtoano ya mtoano robo finali yes. Ni ni ni, ni kipa ambaye ameonyesha ule uziada. Miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika kwenye michezo ya knockout ni kama upekee ule wa ku save penalty, sababu kuna muda ndio unahitaji uamue nafasi unaenda vipi, si ndio hivyo mm. yeye yeah, anao ameonyesha, lakini sio hapo tu. Miongoni mwa makipa ambao wamesalia wana credits nyingi. Kwenye CAF Confederation ni pamoja ya, na Musa Kamara ana clean sheets nne miongoni mm -hmm. mwa waliosalia wengine ambao wanaongoza ni Munir kutoka RS Berkane na sita eh, Shed San Stephens kutoka Stellenbosch yeye ana tano. Sawa, yeye ni mchezaji wa kwanza muhimili wa Simba. mm -hmm. Wa pili? Uh, wa pili namuona ni uh, Elim Panzu. Elim Panzu. Yes, Elim Panzu. Kibisa kibisa, wala anaelezeka bila maelezo mengi. uh -hmm. Twende watatu. Watatu namuona ni Uh, Kibu Denis hmm. Kibu Denis huyu huyu, yeah, Kibu Denis anakosa kosa magoli sana, Kibu ni kweli. Kibu Denis ni mzaji wa pili kwa kukosa nafasi kubwa za kufunga kwenye kombe la shirikisho, amekosa nafasi tano, lakini ukienda kwenye orodha ya wafungaji bora kwa sasa wanaongoza Kibu anashika nafasi ya tatu, ana magoli matatu. Do. Ismail Belkasami wa USM Alger ana matano yefanyi hekimu wale yekiwele ana mabao manne, alafu ndo Kibu Denis. Kwa hiyo huwezi kumtoa. Na kwa nini nimemzungumza Kibu? Mm. Eh, aina yake ya uchezaji ni mchezaji ambaye analazimisha nafasi itokee, kwa mlinzi moja au wawili, apite kwa nguvu na kasi kulazimisha mpira ufike eneo la hatari mm. Hii moja, lakini pili ni uwezo wake wa kuthubutu kupita maeneo magumu ambapo watu wameblock Unaelewa? Mm. Sasa huwa anapata faida ya kukwatuliwa. Okay. Kwa Simba anapata faida kupiga free kicks au penalty kwenye box kupitia Kibu Denis. Eh, sasa siku akiamka vizuri akiwa na kasi anaweza kuwachukua walinzi kwenye mechi ambao watu wamepaki basi, anakuwa ni ufunguo wa ziada. Mm. Sasa huyo ni Kibu Denis. Sasa hawa tatu nimewataja Moussa Camara, Elie Mpanzu pamoja na Kibu Denis. Vipi kuhusiana na Jean Charles Ahoua ambaye anaibeba pia Simba? Hayupo kwenye mihimili mitatu ya Simba ambao unaiona? Ah, kwenye kulazimisha kwenye mchezo wa wazi. Uh, sijamuona sana Ahua kwenye hilo. Hmm. Ni msaji ambaye wakati fulani hanakuwa hana maamuzi sahihi kwenye, kwenye, kwenye maeneo mechi ime, inaitaka Simba itengeneze nafasi haraka, inaitaka Simba msaji afanye maamuzi kwenye box au katikati mwa uwanja, na yo, wa uwanja hiyo chelewa fulani vina amekuwa wakati mwingine apati ma, uh, machaguo sahihi, uh, kwenye level ya wachezaji wengine tu hawa Simba waliopo ambao sio ndogo, kwa mfano kabla ya shirikisho hili ambalo linaendelea hivi sasa, nusu fainali, mchezaji wa pili kutengeneza nafasi nyingi ni Jean Charles Ahoua. Wa kwanza ni Ibrahim Dib wa Constantine, mm, ametengeneza nafasi ishirini na moja. Wa pili ni Jean Charles Ahoua nafasi kumi na tisa, sawa na Ashin Labhiri wa RS Berkani. Lakini kwa nini hujamuweka sasa kwenye watu wa kuchungwa Simba sasa sasa, kacheza michezo mingi yeah. Mpanzu ametengeneza nafasi kumi na moja, kacheza michezo, sidhani kama hata mitatu inavuka au minne, lakini mm. tayari unamuona ameshatengeneza kumi na moja, amepitwa nane tu na chance. What if angekuwa kwenye michezo mingi tokea mwanzoni, unaweza kuona angekuwa na impact kubwa kiasi gani? Ahuwa ni kwenye hiyo sitasita eh, sita. mm. umahiri wake wa kupiga penalties uko pale umahiri wake wa kupiga free kicks uko pale, lakini kuna muda ni mpaka vitokee. uh, vipi unayitaji... vip Yusuf Kagoma naye pia hayupo kwenye wabeba timu. uh, Kagoma bado anahitaji moments za kuendelea ku, ku, kuonyesha ubora wake kwenye klabu ya Simba. Hapa alipo sidhani kama Kagoma ameshaikuwa na performance hii ambayo anayo. Nadhani hata yeye mwenyewe pale alipo anajishangaa ana, ana, ana, ana, utulivu ambao ameupata yeye <laughs> eh? anavyo perform akiwa Simba. Okay. Nimemzoea kumuona Uh, Geita Gold akiwa na Kelvin Nashoni akatoka kwenda Singida, alikuwa ni mkwatuaji mzuri sana eh, Kagoma anakwatua sana wini mipira, lakini sasa hii silaha yake ya passing mm. ambayo imeongezeka kwa Simba nadhani kwa sababu ya Fadlu yuko pale anamtuliza ana, ana, ana, kwa hiyo kupata takwimu ya, ya, ya, ya, ya Yusuf Kagoma mm. wachezaji ambao wanausahihi wa pass kwenye kombe la shirikisho kiungo namba sita kiungo namba sita, wale namba sita. peke yake Yusuf Kagoma ni wa pili kwenye kombe zima la shirikisho. Usahihi wa mm. pasi. Yusuf Kagoma yeye ni wa pili. Shikilia hapo hapo, Abisai Steven Chuni, umeeleweka vema kabisa. Tumeondoka na wachezaji watatu tu, pigia pasi 55 asilimia kila mchezo. Hii ni kwa viungo wa kabaji tu, lakini kwa kombe la shirikisho zima yeye ni wa saba. Abisai, swali la kizushi mm. lakini aliumizi vile vile mm umewataja wachezaji watatu uliowatazama watazama kama silaha ya Simba ya kuwafikisha fainali? Ndio. Kamara umemtaja Mpanzu na, na Kibu tumewafananisha na, mm. na wa Young Africans walopambana walo walo zaidi mm. kufikisha Young Africans fainali. Diara aucho na mayele na mayele mm. mzani huu na huu upi mzito zaidi? Aa, kwa hoja performance ya mayele striker, aa, Kibu kama winga japo namba tofauti, lakini bado hawajafika. Mayela alikuwa na top performance, alikuwa mm -hmm. top scorer, kumbuka. Lakini kwa kipa jikidira mpaka alikuwa na washindania mchezaji bora wa Afrika kwa ligi za ndani kutoka kwa kipa, ile performance ilikuwa exception. Tunasubiri tumwone Camara akiendelea nayo hii kufika fainali anaweza akachallenge ila kama ni ya kuishia hapa, bado diara mzani wake utakuwa mkubwa. Lakini nimemtaja Mpanzu ambaye michezo yake ni michache. Mm. Nafasi yake na Alidia zifanani. Lakini okay. Alidia alionekana pia ni mzuri kwenye nafasi yake. E bwana, kama unamkubali FDQ hivi sasa unaweza kushuhudia burudani kutoka the cask. Mengine tusubiri kudra za Mwenyezi Mungu. Na ah, okay. Mm. Sawa. Lakini mimi bwana, mimi nitakuwa zangu Iringa pale, nimepata mwaliko wa kutosha kabisa kutoka kwa ndugu zangu Woma Pub and Cousin bwana, mambo yameendelea kutaadadi kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Simba Sports dhidi ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika Kusini. Na mchezo huo Simba Sports atatumia uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kukumbwa na dhoruba, kukumbwa na kadhia eh, hasa katika eneo la uwa, eh, la kuchezea yani pichi hiyo. Basi Simba Sports atatumia uwanja wa Amani pale Zanzibar ah, katika mchezo huo na sasa mchezo huo, hawa hapa ni wachezaji hatari wa Simba Sports ambao watakwenda kuibeba Simba mbegani, watakwenda e, kuhakikisha Simba Sports anavuka katika hatua hii ya nusu fainali na kwenda mpaka hatua ya fainali. Nafasi ya kwanza anaichukua Pimpin Kamara, ni mmoja wa wachezaji hatari ambao Simba Sports ipo mabegani mwao, na wao maamuzi yao na matendo yao uwanjani yatakwenda kuipeleka Simba Sports moja kwa moja katika hatua ya fainali. Na tumeona katika mchezo wa pili wa nusu eh, wa robo fainali Simba Sports katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, pempeni Camara aliweza kucheza mikwaju miwili ya penati, lakini katika dakika 90 za mchezo aliweza kuiokoa sana Simba isiweze kufungwa. Lakini pia mchezaji mwingine hatari, mchezaji wa pili hapa tunamzungumzia Elie Mpanzu Kibu sawala, ambaye ameingia Simba Sports dirisha dogo, lakini performance yake na uwezo wake umeendelea kujitanabaisha na kuwa ni moja a wa wachezaji hatari ambao Simba Sports inabidi ikawatumia vyema katika mchezo wao wa, wa nusu final dhidi ya Stellenbosch ili kufuzu katika hatua ya fainali. Na mchezaji wa tatu na wa mwisho huyo ni Kibu Denis Prosper, raia wa Tanzania kabisa. Winga hatari, winga lenye nguvu, lina uwezo wa kukaba lakini pia lina uwezo wa kupandisha mashambulizi. Kuelekea mchezo huo Simba Sports dhidi ya Stellenbosch, tunaipa nafasi kubwa sana Simba Sports kushinda mchezo huo, lakini ushindi wake inabidi uwe mshindi mkubwa, ili waenda kamalize mechi kule nchini Afrika Kusini, hatimaye wafuzu katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports misimu sita saba amekuwa akishia katika hatua ya robo fainali, lakini safari hii amefanikiwa kuingia katika hatua ya nusu fainali na malengo. Baada ya kuingia nusu fainali, wanasema wao eh, wanaitaka fainali. Tuandikie maoni katika sehemu ya comment. Je, yes, Simba Sports anaweza kutinga katika hatua